Hakutakuwa na harufu harufu wala harufu. Kuna watu wanauliza maana ya kaviti ni nini, kutokana na dawa za mswaki nilizoziposte. Twende kazi. Kaveti sema kaviti ni mipasuko ya meno inayokuwa imetokea huku. Nenda kena kioo bafuni kwako bafuni kwako hamna kioo, najua kabisa, bafuni kwako hamna kioo. Anyways, chukua kioo, fungua mdomo ha, alafu jiangalie huku kama meno yako tayari yanaweusi, maana yake tayari yanatengeneza mazingira ya kupata kavete. Sema kavete, kavete, kavete. Je, yeah, kama wewe una dalili hiyo au una meno ambayo yametoboka, kwenye hizi dawa za mswaki nilizoposti unatumia ipi? Unatumia bolo? Sema bolo, bolo, bolo. Sasa tunakuja ushinda rangi ya njano, wewe unataka meno yako yawe meupe? Hapa nazungumzia ile chare yangu ara ya chuga. Jamani, meno yangu hayo yako na hiyo njano, je naweza kutoka? Dada yangu, chukua hii hapana, chukua hii hapa. Meno yako unataka yaweze kuwa meupe, unachapa hii hapa. Mama lai, baba lao, wadudu hao hapo wanatoka babu nyo ile nini nini, ah. Meno yako yanakuwa hayo ya njano. Haya, tunakuja wale. Nifa, nikipiga mswaki meno yanauma, nikinywa maji ya baridi, sijui mama ma fizi yanakufa ganzi, mara sijui mafizi yanavimba, mara mafizi yanafanya nini, yanakwenda yanarudi, here sensitive, watu ambao hata wakitumia dawa za mswaki ulimi mara unawashwa, use this one. Nifa mimi, mafizi yangu yananiuma, yanaganzi yana nini, lakini vile vile meno yangu ni ya njano ah, okay hizi hapa mbili unachukua moja asubuhi, moja jioni, unapiga mswaki mara moja eh, na nataka ukule romance mtu jamani, ukaacha mbaya ya uko nani. Hizi hapa mbili Nifa. Mimi nina matogo, nina mashimo, nina kila kitu na, na meno ni njano, kombo yako hii hapa jamani. He, dawa zinatoka Korea na anayekuletea ni Nifa Cosmetics. Lipia hapa sasa hivi, hizi zinakuja kwa oda, ni elfu thelathini na tano. Haya kwa elini wadudu. Meno yako yameoza. Hey, meno yako yameoza, meno yako ni ya njano. Sasa mimi nishie kupitia changamoto ya jino kutoboka, yani jino linatoboka linauma. Unaelewa maana ya kuuma? alafu yanaumaga saa tisa usiku. Liko limetoboka na sitaki kulitoa, sasa nitakuwa natafunaje nyama jamani, wallahi Mwenyezi Mungu shahidi, nilielekezwa dawa ya jino ya huku Korea ile dawa mpaka inanifikia nililipia elfu sabini na nifikia, tano na ilinisaidia kweli kweli kabisa ilinisaidia. Sasa nimefika mwenyewe, kwanza ziko kama chocolate ukiziona unaona, hizi hapa, please come close, hizi hapa ziko kama chocolate, ukiziona unaweza kusema ni chocolate au biscuit, lakini hizi ni dawa. Kuna ya cavity ya watu ambao meno yao yana ya, ya matobo kuna ya sensitive watu ambao wakipiga miswaki meno yanakuwa yanauma, yanavuta. Kuna ya whitening watu ambao meno yenu ni ya njano, meno sijui ni ya rangi gani, sio masafi, hauna confidence ya kusmile. Hizi hapa yani ni number one, number one in Korea. Sehemu yoyote ukiingia unaikuta, sehemu yoyote Korea ukiingia unaikuta Kaiyo jamani, wateja wangu ambao mnataka hii dawa ni elfu hamsini na tano sawa? Elfu hamsini na tano mpaka inakufikia Tanzania. Kama unajijua unataka, sio kila mtu anajipenda. Mimi hapa nachukua na naenda kuchukua ya kwangu, ya mama yangu, wadogo zangu, bibi yangu, wote nawachukulia, kwa sababu I want them to be Clean. Sasa sio kila mtu ana hulka hiyo, na ndio maana hii nimesema nifungulie order, ushaelewa? Kwao anayetaka niambie kabisa, mimi nataka ya cavity, meno yangu yametoboka, au mimi nataka ya sensitive, nikipiga mswaki naumia, au mimi nataka ya whitening, meno yangu sio meupe. Sawa, kwa hapa elfu hamsini na tano unaipata hii dawa. Ni kubwa alafu, sio ndogo, ni kubwa, ni kubwa, nzuri. Yani ni nzuri hatari, unaona eh, nzuri sana hii hapa, nzuri sana jamani, zinauzwa mpaka Acha nisiseme maana, kuna mtu kuna watu, acha nisiseme eh. Zinauzwa mpaka wapi, koja nani? Hizi hapa, karibuni sana.